Yes, bwana, tuko hapa maeneo ya Koko Beach Dar es Salaam, sehemu ambapo big screen imefungwa hapa kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa hatua ya awali kunako klabu bingwa barani Afrika ambapo wakonda Msimbazi Simba tutakaribisha Gaborone United kutokea nchini Botswana, na tunaelekea katika mchezo huu tukiwa na faida ya bao moja ambalo tulilipata tukiwa ugenini pale nchini Botswana, bao pekee la Elie Mpanzu Kibisawala eh, akituhakikishia ushindi huo, na kama ambavyo tunafahamu ya kwamba tulikuwa na adhabu kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF, kutokana na, na wanavyodai wao kwamba kuna vitendo ambavyo vimekatazwa, e, na hivyo kufanyika katika michezo mbalimbali ambayo tulishiriki katika kombe la shirikisho msimu uliopita ukiwemo mchezo wa fainali dhidi ya RS Berkane na mchezo wa robo fainali dhidi ya Almasri ambao walipigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa maana hiyo eh, kwa kuwathamini mashabiki na wapenzi wake Simba Sports Club kwa kushirikiana na eh, NMB Bank eh, wameamua kufunga big screen hapa kuhakikisha kwamba wanasimba wanakusanyika na, na kushuhudia timu yao eh, ikifuzu kuelekea hatua inayofuata, kama ilivyo ada eh, ya Simba Fans TV kuzungumza na wanasimba eh, wadau wa mpira na wataalamu wa mpira kuhusiana na mambo mbali ya kiufundi lakini pia yale ya kishabiki. E, kwa mara hiyo niko naye Heavyweight Dullah kuzungumza naye yale ya kiufundi ambayo amekuwa akitupa siku zote kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Heavyweight, mzee wa Spana, mimi napenda kukuita hivyo pale tunapokutana. Mambo ni aje kaka? Kwema ah, namshukuru Mungu vizuri. E, niko vizuri niko yeah. Vizuri ya. Naona mapema sana koko. Yeah, of course, mapema kwa sababu sisi ndo wadau wenyewe yeah. E, sisi ndo wadau wenyewe na sisi ndo tunatakiwa tuwe mfano wa kuigwa kwa hiyo inapotokea kwenye jambo kama hili la Simba Sports Club, kama unavyojua Simba ni timu kubwa na ni timu ambayo ina mashabiki wengi, na inapofanya jambo lake basi kufanya kwa kwa, kwa, kwa kwa ukubwa e, ni muhimu sisi wadau kuweza kujitokeza mapema iwe kama mfano wa kuonyesha watu kwamba mambo kama haya tunatakiwa tuyafanye mapema. Yes, kilicho waleta hapa wale kwenda Msimbazi Simba siku ya leo ni adhabu eh, ya kufungiwa kuto kuingiza mashabiki katika mchezo mmoja, lakini kwenye hilo pia kuna adhabu ya faini ya takribani dola milioni mia mbili na kumi na eh, mbili na laki tano. Umechangia of course kwenye suala la adhabu nafikiri CAF wenyewe wame, wame, wame, wamefanya tathmini yao wakaona kwamba inastahili kuwafanyia Simba ee, hiki walichoamua kukifanya kwamba mechi ichezwe bila mashabiki na wao wameamua hivyo. Na kuhusiana na faini pia nafikiri ni kama fundisho, wanajaribu kutoa fundisho kwa mashabiki wasiwe wana matendo yale ambayo yasiyofaa. Na kumbuka pia Simba waliwahi kufungiwa pia. Kwa hiyo inakuwa ni kwa mara nyingine tena wanafungiwa. Kwa hivyo e, si, si, sioni kama ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni jambo zuri kwa klabu kwa sababu unajua mashabiki wanakuwa wana faida nyingi, wana faida ya kuipa morali timu, lakini wana faida ya kuinyong'onyeza timu pinzani. Sasa hizi faida mbili ni kubwa sana ambazo zinagawanyika vipande vipande vingi, kwa hiyo kukosekana kwa mashabiki sio tija. Simba wamekuja na ubunifu mwingine wa kuwakutanisha mashabiki hapa kwa ajili ya kujenerate ile reaction za mashabiki pindi ambapo ya timu yao inacheza na nini. Kwa hiyo wachezaji watakuja kuona baadaye kile kitu ambacho walikuwa wanakifanya uwanjani mashabiki walikuwa wanakipokeaje, lakini kwenye mechi husika. Sasa pale ndani ya pitch hiyo eh, faida ya kupewa sapoti na mashabiki watakuwa hawana. Inasikitisha ya Mm -hmm. Tuende kwenye mchezo wenyewe. Kuna Msimbazi, Simba leo katika benchi atasimama kocha e, wa timu ya taifa Tanzania Hemedi Suleiman maarufu Moroko e, kutokana na namna ambavyo anaifahamu ligi ya Tanzania, anaifahamu Simba, lakini pia akiwa na baadhi ya wachezaji wa Simba katika kikosi chake cha timu ya taifa. Hii inakwenda kuisaidia Simba kwa namna gani siku ya leo katika mchezo huu muhimu e, wa kufuzu kuelekea hatua inayofuata ya kwa, kwa Hemedi Moroko toka amekabidhiwa timu ni kipindi kifupi sana, nafikiri amekabidhiwa timu kutangazwa nafikiri ni tarehe ishirini na tatu, kwa hiyo ni siku kadhaa sana zimebaki, na ishawi kuzungumzia, nikasema kwa kipindi kama hichi kinaitwa short turn around e, hapa atatumia tu crash plan au crash course preparation au crash plan. yaani Uh, zile plani ambazo zinatumika zina ndani ya wale makocha ambao wanakabidhiwa timu ndani ya muda mfupi kabla ya kuingia kwenye mechi kubwa of course. Kwa hiyo wanatakiwa wafanye vitu katika namna fulani ya urahisi, tunaita simplicity and stability. Usiweke mbinu ambazo zitakuwa zita mpya kwa wachezaji tena, wanakuta pale ah, unaanza kuwaelekeza mavitu ambao hawajakutana nayo toka msimu unaanza, alafu uanze kuintroduce alafu una mechi ndani ya siku kadhaa mbele, sio rahisi. Lakini vilevile kuna motivation and psychology, yani wa kocha Moroko atakachokifanya ni kuzungumza na wachezaji kuwa motivate, kwa sababu bwana, hii mechi hivi na hivi na nini, kuwarudisha kwenye ile saikolojia ya mchezo. Na especially hii inafanywa zaidi na makocha ambao wamekabidhiwa timu katika kipindi ambacho labda timu imekuwa inafanya inapata matokeo mabaya chini ya kocha alopita, alafu yeye ana muda mfupi sana kabla ya kuingia kwenye mechi kubwa, anakuwa anaitengeneza ile saikolojia ya wachezaji, kuwashauri. Na niko naamini Hemedi Moroko naye atakuwa anawashauri wale wachezaji, anawamotivate kuwahamasisha kwamba hii mechi na hivi na nyewe, mnaweza achilia mbali mambo ya mbinu, mambo ya nini, mambo ya nini, nyinyi mkiamua, kwa sababu ni wachezaji wakubwa. Gaborone ni timu ambayo mnaimudu na nini, hivyo motivation and psychology, ile saikolojia ya wachezaji na, na, na, vitu kama hivyo kucheza nao. Afu kuna organization and basics kwamba wachezaji wana wa, unatakiwa mwalimu ustiki kwenye zile mbinu ambazo zira, ni rahisi kuzi implement ikiwemo defensive shape. Unatakiwa oh, udili zaidi na jinsi gani ambayo timu yako isiruhusu bao kwa sababu ndio muda huo mchache unaruhusu kufundisha vitu vidogo kama hivyo, kwa sababu mbinu za kuzuia sio complicated kama mbinu za kushambulia, si ndio? Kwa hiyo unatakiwa udeal na defensive shape pamoja na zile set piece routine, kufundisha namna gani watumie faida mipira, ya mipira ya kutenga, si umeelewa? ya kwa hiyo Emedi Moroko atatumia vitu kama hivyo, alafu kuna match, match day plan, siku ya hey, mechi. Sasa eh kuna mbinu ambazo pia natakiwa azitumie ikiwemo kuanzisha kikosi ambacho kimekuwa wachezaji ambao wamekuwa wakitumika mara kwa mara eh, ili asije akatengeneza combination mbovu. Kwamba wewe umepewa timu sawa, timu ilikuwa iperform, lakini umeanza kuintroduce wachezaji ambao hawakuwa wanacheza, kwa hiyo unaweza ukaharibika. Wo, kuna wale wachezaji ambao ni starter, wa, wa, na wapo kwenye form, utakuwa uzingatie pia wako kwenye form yao, ndio unatakiwa uwapange. Ndio vitu ambavyo wataenda kuvifanya, vitu vya kiufundi tunaanza kuvizungumza. Labda mfano angepewa timu kwa muda mrefu then angeanza kuimplementi taratibu taratibu mbinu zinaingizwa taratibu, kama dawa tu inaingizwa taratibu. Kwa hiyo leo kocha Ahmed Moroko naamini atakuja na, ata, ata, ata, ata na utaona mabadiliko makubwa, kwanza kwenye kikosi utaona vitu vingi na nini ninit yeah. Yes, uh, Tanzania tunawakilishwa na vilabu mbalimbali, vilabu vinne katika hatua hizi na zo, vyote vipo katika nafasi nzuri ya kuelekea hatua inayofuata tulishinda katika mchezo wa ugenini Simba Sports Club eh, lakini watu bado wanaonekana kuto kuridhishwa eh, na vile ambavyo timu inakuwa inacheza. Je, ni kweli Simba Sports Club haichezi vizuri kama ambavyo watu wanazungumza eh, tofauti na vilabu vingine? Ah, of course, eh, Simba eh, kucheza vizuri au kuto kucheza vizuri itategemea, kwa sababu sasa hivi kwanza kumetokea kume, kume mabadiliko ya benchi la ufundi na mimi nilikuwa mtu wa kwanza sana kudauti kitu ambacho Fadlu anakiimplement kwenye kikosi. Kwa hiyo katika mchezo ambao ulichezwa wa ligi dhidi ya Selemani Fountain Gate, Simba kuna kitu alikionyesha, ilikuwa chini ya Selemani Matola. Kulikuwa kuna ile attacking play fulani ya beimbaya ilikuwa ina display pale. Sasa, leo chini ya Moroko naamini itakuwa mechi fulani nzuri. Labda hivyo, turudi kwenye mchezo wa Simba leo kwa kumalizia tu, labda ni wachezaji gani ambao unahisi ama kwa namna ambavyo wamekuwa wakidiliva kile ambacho wamekuwa nacho ama wanapopata nafasi huwa wanafanya vizuri, ambao wanaweza kuibeba Simba mabegani katika mchezo wale? Now, of course eh, shujaa anapatikana siku ya vita <laughs> <laughs> umeelewa, anaweza nikataja wachezaji hapo lakini yeah. Eh, lakini mara nyingi kwenye game kama hizi nategemea kuona impact ya Jean Charles Ahoua eh, of course of course, Jonathan Sowah atarejea kikosini. Uh, naona impact yake kwenye huu mchezo ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kukaa kwenye box ku timing mipira ambayo inatengenezwa pale uh, ni mchezaji ambaye naamini atafanya jambo kubwa sana. Hao wawili na, na, na Gerent watakuwa na kitu kikubwa kwenye mchezo wa leo, lakini kuna wachezaji wengine siwezi nikasema wana impact moja kwa moja, lakini watu wana shauku ya kuwaona. Kwa mfano mtu kama Morris Abraham, alikuwa na performance nzuri sana kwenye game ya ligi uh, akitokea kama substitute, nategemea kama leo anaweza akapata nafasi hata kama sio kuanza lakini as a substitute uh, anaweza akaonyesha kitu, kitu kikubwa pia kwenye eneo kwenye, kwenye, la kiungo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uh, nategemea utakuwa mchezo fulani entertaining, kwa sababu Simba ndo waasisi wa mpira ule, attractive football tunaita soka biriani, soka fulani safi e, wale ndo asisi yani, mpira fulani yaani, unajua mashabiki wa Simba wana ile mentality kwamba hata kama timu itapoteza lakini kuna soka la aina fulani ya soka lionekane li, li, li, li, liwe lina display pale, kwenye kikosi, ingawa kwa miaka ya karibuni imekuwa changamoto na nini, lakini naamini eh, muda mfupi ujao eh, ili soka biliani linarudi. Kwa hiyo nategemea kuona attractive football, mpira fulani wa kisasa sana, nategemea kuuona. Nashukuru, nashukuru, asante.